Lengo na madhumuni ya kikao chetu cha leo ni kutaka kuhabarisheni kwamba tukijaliwa, tarehe ishirini na nane kesho ni siku ambayo chama cha mapinduzi kimeagiza kwa mujibu wa kanuni na katiba yetu kwamba ni siku kwa ambayo itakuwa kwa ajili ya kuchukua kuchu wa fomu kwa kugombea nafasi mbalimbali ambazo Kesho ni tarehe ishirini na nane siku ya Jumamosi. Kwa hiyo nikaona kwa upande sisi wa Umoja wa kina mama ambao ambayo kama tunavyosema sisi kina mama ndio jeshi kubwa na mtuko wengi. Kwa tutaamua kwamba basi tuseme chochote ili muweze kujua jinsi gani ambavyo sisi kama kina kinamama tulivyojipanga katika swala so zima la kkajiua sisi kwa ok. upande wetu kwa jumua a kinamama Napenda kutoa tamko leo kwamba na kuhamasisha wanawake, tunaendelea kuhamasisha kwa sababu muda mrefu tumo katika ziara zetu, tulikuwa tunapita kuhamasisha wanawake ili waweze kuchukua fomu kugombea nafasi mbalimbali, kwanza nafasi za ubunge, uwakilishi, udiwani, si kwa viti maalumu tu, hata na zaidi tunaelekea katika jimbo, kwamba wanawake wajitokeze kuchukua nafasi katika majimbo, na hili sio matakwa yetu tu, lakini ni takwa la utekelezaji wa ilani ambayo katika ukurasa wa mia mbili na sitini na sita naona mia mbili sitini na sita mia mbili sitini na saba imeeleza wazi kwamba tunataka sasa kuweko na uwakilishi wa wanawake kwa asilimia hamsini katika vyombo vya kutunga sheria, na ndio maana sasa tukasema kwamba sisi umoja wa kina mama tuhamasishe wanawake ili waende kuchukua fomu wagombee katika majimbo bila ya kuwa na hofu. Na kama mtajua kwamba mara hii kwa mara kwa ya kwanza katika Tanzania tunatenda jambo la kihistoria kwamba kwa mara ya kwanza tutamweka rais mwanamke madarakani kwa kupigiwa kura. Kwa hiyo sisi wanawake tuna hamasa kubwa kuhakikisha kwamba rais huu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni mwanamke mwenzetu, lakini pia na Rais Mwinyi, kwamba hao sasa sisi ndio wagombea wetu ambao tunahitaji kwamba tuweze kuwapa kwa sapoti kubwa, na sapoti kubwa ni kwa kuhakikisha kwamba wanawake kwa wanajitokeza kwa wingi kwenda kuchukua fomu bila ya kuwa na hofu, na kwa sababu tunaamini kwamba tunakoelekea sasa hivi tunaelekea katika ile kufanikisha sasa azma nalengu, na lengo la Chama cha Mapinduzi kuhakikisha kwamba wanaingiza wanawake kwa asilimia hamsini hamsini katika vyombo vyote vya kutunga sheria. Kwa hiyo hilo ndio nia na madhumuni ya kukuteni hapa ili nchi iweze kujua lakini mataifa yaweze kujua kwamba sisi Tanzania tuna, ele, tuna safari ya kuelekea sasa ya uwakilishi wa hamsini hamsini katika jongo la kutunga sheria. Asante.